Na, mwe, bwana mwanadada Poshi Queen. E, hey, bwana, hili ni kasheshe kubwa kweli kweli, tunaweza kusema kwamba Harmonize bwana anapiga, anapokea mashambulizi kutoka pande zote, e. Maana tunafahamu kwamba maex wa Harmonize wote wameanza kumove on e, bwana, hii ni breaking news. Kama ulikuwa hujui bwana, unatakiwa ufahamu kwamba maex girlfriend wa Konde Boy wote wameanza kumove on. Hapa namzungumzia Kajala Masanja ambaye tayari sasa hivi e, tumeshaona kwamba ameshamlamba block Harmonize lakini ukachana na Kajala bwana, ambaye amemlamba blok Harmonize huko Instagram. Kajala bwana, amepelekewa ame zawadi ya Prado Land Cruiser TX e, mpya kabisa ambayo hii ni zawadi ambayo bado tumefahamu, tumefahamu kwamba haijatoka kwa Harmonize lakini hatujafahamu kwamba ni mwanaume gani mwingine ambaye Kajala sasa hivi yuko naye kwenye mahusiano ambaye amemletea hiyo Prado TX. Lakini pia upande wa pili huku, bwana, kwa bebe ambaye alikuwa anadate na Harmonize hivi karibuni tu recently, huyu hapa si mwingine bali ni Poshi Queen. Sasa Poshi naye bwana alikuwa katika mahusiano na Harmonize na tulikuwa tunamuona Poshi alikuwa single kwa muda kidogo, ambapo watu wengi sana walikuwa wanajiuliza kwamba je, Poshi labda anasubiria huenda labda Harmonize atarudi kwake au la lakini tukamwona Harmonize yuko busy na kuanza kupambania penzi lake kwa Kajala, moja kwa moja, tukaona Poshi naye akaamua ku move on. Sasa it's official kwamba Poshi Queen bwana ameisha vishwa pete ya uchumba, na ni pete ya thamani kwelikweli, ukiangalia hiyo hiyo. <laughs> Yaani hilo donge ambalo limewekwa hapo kwenye hiyo pete utaelewa kabisa kwamba sio pete ya kitoto, ni pete ya pesa ndefu. Lakini pia Poshi, kupitia ukurasa wake wa Snapchat, ameposti video akiwa anampapasa, anampalapata mchizi mmoja ambaye hatujamuona sura yake, lakini ana uchebe mwingi sana unamelemeta eh, ambaye huyu ndo anaonekana kwamba ndio boyfriend wake mpya. Umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Poshi bwana, yuko na bebe mpya, na huyo bebe yuko naye serious kiasi kwamba ameamua kumvisha pete aina hii hapa bwana, nadhani hii ni diamond ring. Mmeona bwana hii ni diamond engagement ring ambayo ni kubwa kuliko ni sio ki diamond kile kidogodogo cha kuangalia na microscope. Eh, bwana hii hapa hata kama ukiwa upo kwenye goli la uwanja wa mpira, mwingine akasimama kwenye goli la pili huko, anaiona. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. So Poshi naye bwana tumeona kwamba ameamua ku move on na Poshi wala hajajivunga, ameamua kuonyesha wazi kabisa jinsi ambavyo kwamba yuko kwenye engagement lakini pia amekuwa akiwatambia marafiki zake. Poshi kwa hiki ambacho kimetokea kwenye maisha yake hususan, mara tu baada ya kuachana na Harmonize. Kwa hiyo Poshi ameposti akiwa yuko live na wakina Ankoti, ameposti hapo na pia amepia ameposti kwenye story yake kwenye Snapchat yake. Ankoti ameandika kwamba w wow, congratulations my boo au afaka kapa pale emoji za cute cute au vipi bwana. Lakini pia Posh mwenyewe naye amekuja hapa katika ukurasa wake huo wa Snapchat. Yaani haya mambo yote yamemwagika huko Snapchat meona bwana eh? Poshi naye bwana ameonyesha hapa katika hii video ambayo alikuwa anamgusagusa kidevu kidevo mpenzi wake mpya ambaye amemvisha hii pete, ameandika kwamba when I start touching your beards eh, and ears for no reason just know I'm in love. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho Posh amekizungumza kwamba ukiona na kupapasa ndevu na masikio bila sababu yoyote ujue kabisa nipo kwenye mapenzi. So Posh bwana anatamba na mpenzi wake mpya amesha move on eh. Yaani sababu ya haya yote kusambaa huku mitandaoni bwana ni kuonyesha kwamba ameamua ku move on, ameamua eh, kwamba meli imeamua isepe bandarini. Kwa hiyo kwamba safari mpya ya mapenzi ya Poshi na mtu mwingine imeshaanza which means kwamba Konde bwana ameshawekwa pending. Kwa hiyo Konde bwana amewekwa pembeni na ndio maana nimesema kwamba Harmonize amekuwa akipokea mashambulizi pande zote mbili. Ma ex wake wote anawataka na asiyowataka wote wamesha move on. Eh, Poshi yuko ameveshwa pete kajala na mpenzi mpya kama zawadia Land Cruiser leo mapema kabisa. Sorry, amemzawadia Land Cruiser jana usiku. Meona bwana, eh, kwa hiyo na pia vile vile Konda amelimwa block huko Instagram. So hapa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiki ambacho pia kimetokea kwa upande wa Poshi. Kuna mtu amesoka kwa bwana Kumbe, bidada ameshachumbiwa na hata msemi. Haya, page nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba, eh, bwana watu, watu wa pete, watu na pete zao bwana. Mm, wenyewe si mnaona lakini mnalingishiwa pete. Wenyewe si mnaona lakini, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema kwamba bwana, mbona mtuambii kama binti ameshaolewa mambo hayo? So hapa nataka nikusome baadhi ya comment ambazo zimejitokeza hususan baada ya Posh Queen kuamua kulingisha pete yake ya engagement kwamba amechumbiwa. Eh bwana, kuna mtu amesema kwamba bwana, uambiwe na nani? Kwa mtu amesema kwamba bwana, yote hayo kisa konde karudi kwa mama P. Kwa mtu amesema kwamba bwana, hana nyota huyu ya, ana nyota ya ndoa huyu dada, tatizo ni kwamba shida hawezi kutulia kuna mtu amesema kwamba bwana wamemwacha sasa hivi ana wame amesema kwamba wame wameachana sasa hivi unavyongea, kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana amechumbiwa, bwana inapendeza kwa sababu huyu naye pia anaga nyota kiukweli, hebu atulie tu. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba Poshi ana nyota, atulie. Kuna mtu amesema kwamba bwana kama hujaambiwa ndo ujue kabisa kwamba uhusiki, alafu uambiwe kwani wewe ni nani? Mambo hayo kwa mtu mwingine. Anasema kwamba bwana, mahari ni ng'ombe wa kisasa kutoka Kenya e, watano tu, kwa macho yangu nimeshuhudia pia shilingi milioni saba cash na vingine vingi tu vya thamani. Haya, kuna wadau hapa wanadai kwamba hizo habari walikuwa nazo kuhusiana na issue ya bibie poshi kuchumbiwa. Haya, kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, wenzetu ana nyota bwana za kuolewa, wengine tuna nyota ya uwinga tu, Kariakoo kuzunguka na Wakongo. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, huu ndio wakati sahihi. Okay, kuna mtu amesema kwamba bwana, huyu anaolewaga kila mwaka na muda mwingine anajioaga mwenyewe <laughs> mambo hayo. Kuna mdau hapa anakuambia kwamba eh, Poshi Queen bwana, yeye kila mwaka huwa anaolewa na wakati mwingine huaga na jioa mwenyewe. Kwa hivyo kwamba eh, bwana, wanaume wana, wan, eh, wanaume wanaangaika kiukweli, jamani, huyu naye pia ni mke wa kuoa. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo baada ya kuona kwamba Poshi amechumbiwa. Kwa mtu anasema kwamba bwana eh, eh, wanaume wanaangaika eh, huyu naye pia ni mke wa kuoa. Mtu ameuliza bwana, maisha yanatofautiana sana kwenye umri wako. Kuna mtu hawezi kabisa kuringisha mwanaume, wewe uko hapo kuonyesha mwanaume kwamba ndio mafanikio yako. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba huyu eh, Poshi bwana yuko hapa anaonyesha kwamba amepata mwanaume, hayo ndio mafanikio, ndio mafanikio yake mambo hayo. So ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia hebu tuweke maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.